Ndugu zangu wakongomani halisi, wakongomani wazalendo, mahali popote mlipo, amani ya Bwana iwe pamoja nanyi. Shalom. Na nilitafuta kuhimiza wakongomani wale ambao wanamtegemea Bwana, wale ambao wanamtumainia Bwana, kama vile kitabu cha Zaburi makumi mbili mstari wa saba hadi wa nane inavyosema na pia Uh, kitabu cha Zaburi makumi saba na tano mstari wa sita hadi wa saba. Nilitafuta kuwahimiza, kuambia, mujipe moyo, musiogope, muwe na moyo mkuu, musirudi nyuma, musonge mbele, muongeze bidii zaidi tena na zaidi, na pia nimewasihi kutafakari maneno yaliyo katika kitabu cha Yeremia sura yake ya makumi tatu. Tuitafakari yote vizuri eh, katika moyo wa shukrani, moyo wa maombi, moyo wa wa kumwambia Baba asante kwa yote. Ninawasihi sana, na Mungu wa rehema, Mungu wa upendo, Mungu wa baraka, wa neema na huruma, awe pamoja na sisi sote katika jina la Yesu, amen.